Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu, na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajimanized. kwa hiyo kwa vovote vile Tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje, hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye! Wajua kule Zanzibar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 tukachuje tuweke watu ambao watakifanyia kazi chama chetu, tutakwenda kutekeleza ilani ya uchaguzi. Sasa, ili tuwe na uchujaji wenye haki na uadilifu, ili tuwe na uchujaji wenye haki na uadilifu, wale walioko kwenye vikao vya uchujaji ambao wana nia ya kugombea tunaomba watoe taarifa mapema watupishe. Tunata mkuu wa mkoa wangu anapiga makofi na ye yumo, lakini alisha alishamletea jina lake mapema kwamba mimi bwana, ukiamua tu mimi natoka kwayo. Kwa hiyo kwa upande wa serikali tulishapata majina, bado upande wa Chama Cha Mapinduzi kwa sababu tukikuacha mpaka uchukue fomu tayari utakuwa umeshasababisha hasara kwa wenzio. Nimemwambia katibu mkuu, ifikapo tarehe mosi mwezi ujao, kesho kutwa, niwe tayari tumepata majina ya wenye nia ya kugombea. Lengo ni kwamba tunataka kuziingiza kwenye mafunzo kamati za siasa na kamati zote zitakazokaa kwenye uchujaji tunataka kuziingiza kwenye mafunzo. Sasa wakikaa upande mapema, watakaoingia watapata fursa ya kuingia kwenye mafunzo na wataifanya kazi jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo huo ndio hayo ndio maagizo yangu kwa katibu mkuu lakini na kwa kamati za siasa za mikoa na wilaya. CCM oyee! Waheshimiwa, katika kugombea huku, katika kugombea huku kuna wanaokwenda kwenye majimbo na kusema nimetumwa nije. <coughs> lakini kwa upande mwingine, kwa upande mwingine kuna mtu akienda kwenye jimbo walioko anasema katumwa aje. Nataka niwaambie, Nataka niwaambie. Si mimi, si rais wa Zanzibar. Hatutatuma watu kuja majimboni. Sisi, sisi tuna nafasi zetu kumi kumi. Kwa hiyo tukimaliza uchaguzi, wale tunaowataka tuna nafasi kumi. Kwa hiyo mlioko kwenye majimbo mjidhatiti na majimbo yenu, na msifanye woga. Mkiona watu mnasema wametumwa au wanaojileta wakasema wametumwa na hao, wakateni mapema sana. Hatujatuma watu, hatujatuma tuma watu. Huu ni uwanja wazi, ni uwanja wazi. Sisi emoe huu ni uwanja uwazi. Kila mtu ajipime uwezo wake aingie kwenye mchezo, hazuiwi mtu, ajipime uwezo aingie kwenye mchezo. Wananchi kule wataamua nani wanamtaka, lakini tukimaliza kuamua, chama kirudi kiwe kimoja, tuingie kwa uchaguzi kwa nguvu kubwa. Nawaomba sana mnapokwenda kuchuja tuleteeni watakaoweza kuitekeleza kazi ya kuimarisha ustawi wa watu na taifa letu kwa ujumla, sio tu mtu kaja mradi kaja. Mtu ambaye tukimpa kazi ya kufanya atabeba na atafanya, mtu ambaye anajua mimi nimechukua jimbo na wajibu wangu ni nini kwenye jimbo. Watu wa aina hiyo, msilete watu mradi tu mtu kwa hiyo niwaombe sana vikao vya uchujaji katendeni uadilifu, katendeni haki.